Sasa huyu mwanafunzi na mwalimu wake baada ya video zao za ngono kuvuja, na hivi ndivyo alivyopokelewa shuleni huyu mwanafunzi na wanafunzi wenzake. Ya huyo ndo bwana mdogo mwenyewe, kama unavyoona anapokelewa na wanafunzi wenzake baada ya lile tukio lake la video yao kuvuja ya ngono. Nafikiri amepata famous sana, ameshakuwa famous hapo shuleni, wanafunzi wote wanamshangilia, wanampokea kwa kwa furaha kwa kumpongeza. Eh, ona watoto wa kike kama hao, atawapitia sana hao watoto, maana sasa hivi ashapata jina kabisa. Ni nini maoni yako ukiwa kama mtazamaji? Mwalimu na mwanafunzi, je, wafukuzwe shule ama wasamehewe waendelee majukumu yao kama kawaida? Tukutane kwenye ukurasa wa comment.